Safari zinawezekana yani, ni lazima tukubali. Uh, safari inawezekana miongoni mwa watu ambao wana slago, au wanapiga hatua ngumu kufikia malengo yao, miongoni mwa wachezaji wa mpira wa miguu au watu wote ambao wapo kwenye mrengo wa sana, tofauti na science. Sio vizuri, yani ukiambia hii madini ni pure from science labu, maana kimetengenezwa kutoka kwenye madini ya science, maana hapo unazungumzia pengine daktari, injinia. Unajua kabisa bwana, hii ni rais kuzika sifaa vizuri lakini watu wa, wasanaa manake wachezaji wa mpira wasanii na watu wengine wanakuwa na swago nyingi au wanaonekana hivyo kwa sababu ni kama uh, option b hivi, manake ni kama chaguo la pili au la tatu Deo. Kwenye baadhi ya sehemu. Sasa kwanza ni kujipa moyo na kutokata tamaa. Jana uh, alikuwa anaangalia mechi uh, kati ya Al Hilal dhidi ya uh, Pyramids ya Misri uh, yes. uh, Feston Mayele amefunga magoli matatu. Yeah, huyu aliyemfunga magoli matatu ni goalkeeper ambaye ameshinda Champions League. Mm -hmm. Uh, Edouard Mendy akiwa na Chelsea. Yeah. Manake, kwenye hiyo timu ambayo anacheza nayo yupo Riyad Mahrez, mchezaji wa zamani wa Manchester City, Franck Kessie, mchezaji wa zamani AS Milan na Barcelona na wachezaji wengine yeah. wengi. Vijana ambao wanatamani kufika mbali kwanza ni ku, kuwa na discipline. Manake, yeah. kuwa na discipline ni kujitunza wao kwenye karia zao lakini hata nje ya karia zao. Manake tabia ya ndani ya karia na nje Karia, yani, leo yeah. hatutamani kukuona mchezaji wa mpira alafu baadaye tukaona pengine taarifa zako tumekuta disco uh, unafanya vitu <laughs> ambavyo vipi <abi>, havieleweki <laughs> so Habisa. watu hawawezi kukupokea, manake Habisa. hata kama utakuwa na hatua nzuri kwenye karia, lakini kuna kipakeji fulani hivi ambavyo kinakuwa special, ikiwa okay, jamaa yuko very smart, lakini Lea. pia ana tabia nzuri. Kwa hiyo watu wanaweza kupokea wachezaji wa discipline. Pambano yaendelee nadhani anaweza kufikia kwenye mm, malengo yao. Umezungumzia, umegusia hapa ishu ya Feston Mayele mm, kama ulivyosema ameshinda goli tatu ambayo ni hat-trick peke yake mm, yes. Sasa vyombo vya habari vingi vimesema kwamba umemlinganisha Feston Mayele kwamba bwana huyu, kwa hali aliyocheza jana, anastahiki kwamba kuchezea Ulaya. Huo unazungumziaje hili kwamba ni sahihi ama maneno ya watu tu mm? Mimi nakubali kwa namna moja ama, ama nyingine. Yani tuondoe mitazamo ya kwamba kila aliye Afrika anastahiki kuwa Afrika. Ndiyo. au kila ambaye yupo Ulaya anastahiki kuwa Ulaya kabisa, kabisa. kwa sababu kuna wachezaji ambao wapo Ulaya na wakija Afrika wanashinda kupata nafasi hmm. Kweli si kwa ubaya na kurudishia kwenye reference timu ya taifa Tanzania, hapa juzi kati tuliita fezi nyingi wachezaji ambao wanatoka Ulaya, lakini walipokuja kwenye timu ya taifa

kuna uh, hizo hatua ambazo uh, wachezaji wa Afrika wanatakiwa kujifil kwamba wapo nazo, maana yake hatua hatua zao zitawafikisha kwenye uh, upande wa Ulaya. Ndiyo. Lakini tuondoe mitazamo ya kwamba huwezi ah, uh, kucheza Ulaya. Ndiyo. Mimi nina imani mimi ukiniambia ukini ni nieke ni kwenye machaguo yani Uh, Feston Mayele yeah, anaweza kupata ushindani ama mm -hmm. uh, yeah. yeah. yeah. Anaweza kutoa ushindani na mtu kama uh, uh, no, Nicolas Jackson ambaye yuko Bayern Munich ya Chelsea. Anaweza kutoa ushindani na mtu kama Jude Bellingham ni sehemu nyingine, lakini huyu ambaye nimekwambia, nani, Nicolas Jackson, lakini Yoane Wissa ambaye anacheza anacheza Newcastle hivi sasa. Sasa unaona kabisa kwamba hata na kwenye club level ndio hata kwenye club level timu ya taifa ya Kongo imewaita kwenye kikosi chao cha qualification all league, hmm. imeita wachezaji wote ambao wapo kwenye timu ya taifa wanacheza Ulaya isipokuwa mchezaji mmoja tu, ndio Feston Mayele ambaye anacheza Afrika. Ndio, kwa hiyo unaona kabisa kwamba uh, si hatua za Mayele tu, wapo wachezaji wengi wengi wengi ambao wanatoka Afrika na wana kwenda kucheza Ulaya ndio. Uh, Yasin yes Bono ambaye amecheza Sevilla kwa mafanikio makubwa ya kushinda Europa Cup nyakati nyingine elfu mbili na kumi na, na, na mbili, alikuwa mchezaji wa Wydad Casablanca ya Morocco na ni Afrika. Ndio, kwa hiyo bado kuna hatua za wachezaji wa Afrika ambao wanaanza kuzipiga kwenye, kwenye. Na kufika kaka Ashraf, mchambuzi makini kabisa kwa kutupa nondo. Tumalizie na swali la uchokozi wako weye mchezaji wa muda wote katika Ballon d'Or ni nani hasa? <laughs> <laughs> Katika Ballon d'Or mchezaji bora wa muda wote eh, yani ambaye tunzo alizo, yani aliyopokea tunzo mm, lakini ona nakubali kwamba hii ilikuwa sahihi tunzo anastahiki kupata kwa muda wote ni nani kwako? uh, sasa kuna moment, kuna baadhi <laughs> yes, ya miaka unahisi bwana fulani alistahiki, lakini kuna baadhi ya miaka mingine huyo huyo una sababu na, hai hai iko ya kwake <laughs> <laughs> <laughs> mimi mchezaji wangu bora wa muda wote ni uh, Ronaldinho Gaucho ndio, yes, yani outside na Lionel Messi na mheshimu, ndio eh, yani uwezi kutaja mpira wa miguu kata kashindwa kumtaja Lionel Messi na Cristiano kabisa, lakini mchezaji wangu bora muda wote ni Ronaldinho Gaucho. Pengine tu kwenye nyakati ambazo alikuwa anacheza hakukuwa na hype ya ya hicho ambacho tunakizungumza, maana yake vyombo vya habari havikuwa hivyo, promotion ilikuwa kubwa, football haikuwa imebadilika kwenye mrengo wa kibiashara, lakini mimi ndio mchezaji wangu bora muda wote. Asante sana ndugu mtazamaji, asante sana brother kwa nondo zako nzuri, karibu sana. Hii ni Zantime. Na mimi ni Salum Simba tulikuwa mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki na usitu. Karibu, kama utakuwa na comment tushushie hapo chini, lakini usisahau kushare, ku like na ku comment channel yako ya Zantime. Bye bye, hadi wakati mwingine. Yes, what's up everybody, what's up Zanzibar. Hii ni Zantime na mimi ni Salum Simba. Leo tupo kwenye kipindi chetu ambapo tutazungumzia masuala ya Ballon d'Or. Karibu sana. Kabla ya kuendelea tu nakusi subscribe share na comment katika channel yetu ya Zantime. Karibu. Wageni wetu karibu sana. Tunaomba ujitambulishe, wewe ni nani, unatokea wapi, na unajishughulisha na nini hasa. Karibu. Ah, mimi jina langu ni Asha Kifaranga ndo najulikana hivyo. Ni mchambuzi wa masuala ya michezo kutoka kutoka Zanzibar. Kwa hiyo naweza kusema overall mwandishi wa habari lakini Uchambuzi ndio kazi yangu kubwa. Asante ah, sana. Kuanzia hapa. Mm, Kwa faida ya mtazamaji, nini hasa maana ya Ballon d'Or? Maana kuna watu tukiwa tunazungumzia Ballon d'Or, wengine hata hawafahamu. Wanajua <laughs> Kifaransa, wanajua nini... <laughs> Lakini pia ina umuhimu gani hasa katika maisha ya wanasoka? katika... Yes, uh, Ballon d'Or hilo uh, ni neno la Kifaransa ambalo kwa Kiswahili lina maana ya mpira wa dhahabu ndomana inaitwa hiyo Ballon d'Or, lakini umuhimu wake kwenye uh, karia ya mpira wa miguu kwanza ni kuthamini kile ambacho wanakifanya wachezaji wa mpira kwenye karia zao ma kwenye kazi yao, manake inapofika mwisho wa mwaka kwa kalenda ya mpira wa miguu ni Agosti, mpaka Julai. Kwa hiyo unapomalizika msimu, baada ya hapo kuna tathmini ambayo inafanya na Nde, inatoka hiyo tuzo ya bala, ndiyo. Na kwa kawaida inatoka mwaka wa mbele kwa mafanikio ya mwaka wa nyuma. Maana yake ni kwamba tuzo ambayo pengine imetoka jana juzi, hiyo huu ni mwaka 2025. Lakini hiyo tuzo ilikuwa ni ya mwaka 2024 25. Kwa hiyo tuzo ya mwaka 2025 26 itatoka mwaka 2026. Kwa hiyo uh, umuhimu upo mkubwa kwa sababu thamani ya wa wachezaji inaonekana hapo, lakini vilevile wachezaji vile wanaingia kwenye historia nyingine kubwa kwa sababu haikuanza leo ijituzwa bala ndio ndio uh, uh, huu ni msimu wa 69 kwa tangia ianzishwe mm. tuzo mm. bala ndio na kutolewa, isipokuwa mwaka mmoja tu haijatolewa, mwaka 2020 ambako iliahirishwa kutokana na tatizo wa uviko 19, lakini baada ya hapo, kwenye miaka yote tangu mwaka 1956 mpaka leo tuzo bala ndio zinatolewa na wachezaji wanachukua kwenye timu tofauti. Asante oh, right. sana na vigezo gani hasa vinatumika kumpata mshindi wa Ballon d'Or? As kuna wakati watu wanaingia kwenye mkanganyiko uh, sisi wachambuzi wa, wa, wa Afrika hata wa nje ya Afrika yeah, wanajiuliza kwa nini yani, vigezo gani mchezaji anatakiwa uh, uh, kukidhi ili kuchukua tuzo za Ballon d'Or, kwa sababu kuna wakati mchezaji anaweza akawa na hivyo vigezo na asiweze siweze kushinda hiyo tuzo yeah. Kwa mfano kwenye tuzo ambayo imetoka juzi, vigezo vitatu ambavyo waliviweka uh, fiweka. Ni kwanza ni individual performance maana yake kiwango cha mchezaji mmoja mmoja. Ah. Yule mchezaji ambaye anagombania hiyo tuzo. Alikuwa na, na kiwango gani kwenye msimu ule uliomalizika? Lakini kitu kingine wanasema ni, ni ni team ama club approach. Maana yake timu imefanikiwa kitu gani? Achievement, ndiyo, ya klabu yako. Kwa hiyo kama timu imechukua mataji maana yake na wewe bila shaka ulikuwa una ulikuwa na mchango mkubwa. Lakini kitu kingine ni class and fair play. Maana yake ubora wa huyo mchezaji lakini na tabia yake akiwa uwanjani na nje nje ya uwanja. Kwa hiyo hizo ndio kategori tatu ama vigezo vitatu ambavyo wameviweka kwa mchezaji kushinda tuzo ya Ballon d'Or. Asante sana. na Ballon d'Or sana tunaiona, imekuwa ni ya Ulaya peke yake, kwa nini? Hmm, timu ama wachezaji kutoka Afrika na Asia wamekuwa hawaorodheshwi katika Ballon d'Or imekuwa tofauti uh, hapo zamani tangu mwaka elfu moja uh, uh, mia tisa na tisini na sita. Ni kweli hizi tuzo zilikuwa zinatolewa kwa wachezaji wa Ulaya peke yake, kwa sababu ilianzishwa na, na shirikisho la mpira pale Faransa, lakini baadaye ilipofika mwaka elfu moja mia tisa na tisini na tano uh, ikatoka kwenye huo mtazamo wa wachezaji wa Ulaya peke yake. Wakaanza kuruhusiwa wachezaji kutoka nje ya Afrika. Yeah. Ndio maana baada ya hapo pakapatikana wachezaji wengine wenye asili ya Afrika ambao walishinda wali ingawa ni wachache. Yeah. Yeah. Mtu kama Juju uh, jujwea, uh, yeah. Mwafrika pekee ambaye alishinda tunza Balandio. Aha, wakati wa kucheza AS Milan. Yeah. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kuna hayo mabadiliko. Hicho kwamba kuna ugumu kwa sababu uh, mpira unatafsirika kwamba uh, kwenye ile top kwa vilabu mataifa ambayo yanacheza mpira wa miguu overall ni Ulaya. Kwa hiyo unategemea tu namba kubwa ya wachezaji kutoka kwao kule, kwa mataifa mengine ndio umeniwahi. Nitaka nikuulize hapo ani kwa mm -hmm. ni kihistoria kwamba kuna mchezaji ambaye ametoka Afrika, lakini umeniwahi kwamba George Weah yeye ni miongoni mwa wachezaji kutoka Afrika amewahi mm -hmm. ndiye mchezaji pekee ambaye amechukua hiyo tuzo kutoka Afrika na unazungumzia vipi sasa kama soka la Afrika ama Afrika Mashariki na wao unahisi siku moja unaweza kupata nafasi ya, ku, ya kutoa tuzo hmm. hmm. yes, yeah, ya Ballon d'Or? yes, Afrika Mashariki bado kuna safari ngumu, na uh, kuna safari kubwa. Kwanza ni unachukulia vitu vingi investment ya uh, vilabu, lakini namna ambavyo tunafanya production for player tuna kiwango kidogo sana Afrika yeah. Mashariki kulinganisha hmm. na mataifa pengine hmm mataifa kama Afrika Magharibi, Afrika Kaskazini, Afrika Magharibi, maana yake ni Senegal, Ivory yeah. uh, Coast, uh, Congo for some wana productive kubwa ambazo mm -hmm. wachezaji wao wanacheza Ulaya. Kwa hiyo unatamani au unaona kabisa kwamba kuna njia za wao kufika Afrika yeah. Kaskazini ni Algeria, uh, uh, Morocco, Egypt niria no. Huko tayari wana wachezaji ambao ni world class player kwenye mm -hmm. mataifa ya Ulaya ambao wanacheza. Kwa hiyo wao safari yao inaonekana kuwa rahisi kuliko sisi Afrika Mashariki na kati. Afrika Mashariki na Kati tumefika kwenye piki ya ubora. Uh, unaweza ukasema kwa mtu kama Victor Wanyama wakati huo anacheza Tottenham Hotspur. Lakini tumefika kwenye piki ya ubora kwa mtu kama Mbwana Ali Samatta ambaye anacheza Aston Villa. Lakini nje hapo Afrika Mashariki unaona kuna kasukumu ambayo yote utakiwa kufanya. Kati, mm -hmm. uh, kwa mtazamo wako unahisi mikakati gani sasa ichukuliwe kama na sisi Afrika Mashariki siku moja tunatamani na sisi tupate hiyo tuzo ya Ballon d'Or. Kwanza ni lazima uh, tuweke nguvu kwenye uwekezaji. Yaani, matokeo chanya na uwekezaji kwenye football huwezi kuvitenganisha. Nakupa mfano mzuri Morocco, lilikuwa taifa la kwanza kufuzu hatua ya mtoano kwenye historia ya Afrika mwaka 1998. Lakini baada ya hapo hakuna tena taifa jingine ambalo lilionekana kufika mbali mpaka yeah. Wamekuja kufika wao juzi kwenye World Cup hatua yeah. Nusu finali kabisa. Kabisa. Sasa hao wachezaji ambao wamefika hatua nusu finali juzi kwenye World Cup yeah. Uwekezaji ule ulianza zamani ukifika kwenye akademi kubwa ya Mohamed wa tano pale Moroko mwaka 98 yeah. Ndio mwaka ambao wanazaliwa kina Achraf Hakimi yeah. Kina uh, Boufal kina Nesiri hiyo ndio phase ambayo imekuja kuwalipa baada ya miaka ishirini mbele. Kwa hiyo sisi uh, tumewekeza kitu gani? Maana yake academic hatuko vizuri, maana yake hatuna academy ambazo zinatoa zina production kubwa wachezaji. yes. lakini kuna kitu wanasema uh, ni, ni, ni football in network yes. maana yake mpira uh, uh, uh, kwenye utanuzi yes. namna ambavyo mnafanya production zenu uh, za, za, za, za, za wachezaji yes. sisi tumebezi zaidi kwenye kuzalisha wachezaji na kutumika kwenye ligi ya ndani au Afrika, lakini wenzetu Afrika, ma, Afrika Magharibi, Afrika Kaskazini, target yao kwa vijana wao ni kucheza soka Ulaya, na ndio maana yeah. uh, hata wachezaji ambao unawaona sisi tunaona maodari wakija kwenye ardhi ya nyumbani, hata kama wanatoka kwenye mataifa ya Afrika Magharibi, hao ni wachezaji ambao walifeli pengine kupata nafasi kwenye mataifa ya Ulaya. Na kwa mfano yeah. uh, Simba wana mtu kama Elie Mpanzu Bisa. Lakini alikwenda ma majaribio Hispania, majaribio Hispania, karudi kashinda, alikuwepo Yanga, lakini alikwenda majaribio Hispania Ndeo. Karudi. Hiyo ni fezi ya Afrika Magharibi ambayo kwetu sisi wakija ni bora, lakini kutokana na quality ambayo wanaiwekeza, uh, academy zao zinatoa wachezaji bora. Kwa hiyo natamani au unawaona kabisa wao wakiwa nzuri, watu wa Afrika, na safari nzuri kuliko sisi. Asante sana kwa majibu mazuri na kuna watu wanalalamika wana sana ama wanalalamikia Ballon d'Or wanasema, kuna muda Ballon d'Or bwana, inapendelea. Kwa hiyo unaizungumzia kwa mfano, kama tumeona Messi amechukua mara kadhaa, Cristiano Ronaldo amechukua mara nyingi na yeye, lakini kuna watu wanahisi hii ilikuwa ya Cristiano Ronaldo, haikuwa ya Messi. Kuna muda hivyo hivyo, hii haikuwa ya Messi, hii ilikuwa ya Cristiano Ronaldo. Wewe jambo kama hili unalizungumzia vipi kwako? Unahisi Ballon d'Or maamuzi yao yanakuwa yapo sahihi au inakuwaje a Uh, mimi ni nishawahi ni kuzungumza hivi mara kadhaa sehemu mbalimbali. Mimi Ndio. si muumini sana wa hii tuzo ya Ballon d'Or. Ndio. Namna ambavyo inatolewa nafurahi furahi tu kumsikia fulani ame ameshukua, lakini siwekezi concentration kubwa kwamba lazima achukue mtu fulani, kwa sababu kuna wakati kuna wachezaji unahisi wana vigezo una wana uh, na wanashindwa kutoa hiyo tunzo. Uh, mwaka 2010 ndio tuzo alichukua alichukua Lionel Messi. Ndio. Lakini ndio mwaka ambao ukirudi kwenye hizo kategori ambazo wameziweka maanake mafanikio ya club lakini uwezo wa mchezaji mmoja mmoja. Yeah. Wesley Schneider alifanya vizuri akiwa na Inter Milan. Yeah. Wanachukua uh, treble manake. Yeah. Wanachukua Champions League wakati, yeah. anaondolewa na Jose Mourinho, lakini anaisaidia Uholanzi kufika kwenye hatua ya finali wa World Cup. Wanacheza finali dhidi ya Hispania wanapoteza kwa goli moja. Uh, ndiye Schneider wa moto zaidi kwenye historia ya mpira wa miguu kwenye kariera yake 2010 na yeah. uh, mm. Yeah. Lakini tuzo anaikosa anachukua Lionel Messi. Lakini ukirudi tena mwaka elfu mbili na kumi na tatu Frank Ribery alishinda karibu kila taji akiwa na, na, na Bayern Munich, Bundesliga, DFB Pokal, Super Cup, Club World Cup, Champions League, na kila kitu. Lakini end of the day, tuzo akachukua Cristiano Ronaldo. Kabisa. Lakini ilikuja tena elfu mbili na ishirini na moja ambapo mashindano alichezwa lakini kulikuwa kuna kisingizio cha kwamba kuna corona. Ndiyo. Na hapa katikati kuliibuka taswira ya kwamba ili ushinde eh, balandio ni lazima uwe umechukua Champions League. Kabisa. Robert Lewandowski alichukua Champions League, akachukua Bundesliga na I think alikuwa ndiye mchezaji aliyefunga magoli mengi kwenye msimu ule kwenye wachezaji mm wote kwenye ligi zote za Ulaya. Mm. Lakini hakushinda hiyo tuzo, akashinda akashinda Lionel Messi. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vina, vinaonekana hivyo. Hata mwaka jana tuzo ambayo amechukua Rodri. Ndio. Eh, uh, kulikuwa kuna kila viashiria vya kwamba Vinicius Junior anaweza akashinda hiyo tuzo. Lakini baadaye uh, kikaja kipengele cha kwamba kwenye ile class and fair play, maana yake tabia za nje ya uwanja na ubora wa mchezaji, maana yake anavyoziendea mechi zake, lakini tabia za nje ya uwanja na ndani ya uwanja ndizo ambazo zilikuwa zina zina zinamrejesha nyuma finishes hey, yeah. Kwa hiyo bado kuna huo mkanganyiko na siwezi kusema unaweza kuondoka. Kuna kazi kubwa kuiondosha, kwa sababu hata wachezaji ambao wameshawahi kushinda hizo tuzo wameshawahi kuzisusia na uh, vilabu vingine. Nakupa mfano mzuri, kwa kumalizia kwenye hiyo hoja uh, Real Madrid wamechukua hizi tuzo almost mara nne, mm-hmm. Akiwepo zote akizichukua Cristiano Ronaldo Deo. Mara tano akichukua Karim Benzema Deo. Mara sita akichukua Luka Modric kwenye Deo. Klabu yao lakini kwenye misimu hii miwili wamezisusia, kwa kusema kwamba hizi tuzo hazitendi hazitendi haki, haki, haki, haki na vitu kama hivyo. <laughs> Kwa hiyo bado huo mkanganyiko ni mkubwa kwetu sisi, lakini hata wao wenyewe maexpert wa mpira huko na kuwepo kwa hizi tunzo ambazo kama Ronaldo nataja tena na Messi wamechukua zaidi ya mara nne kwa kila mmoja mm, unahisi hii inaleta chachu ama hamasa ama inakatisha tamaa kwa wachezaji wengine? Uh, sasa hivi mpira umekuwa majukumu ya timu nzima maanake. Yeah, wanasema tukizungumza football science ndicho hichi ambacho kinafanyika yeah. Lakini miaka kumi uh, kumi na tano nyuma kila mtu alikuwa na play position yake yeah. Maanake sasa tulikuwa tunaamini mshambuliaji ndio ana haki zaidi ya kushinda yeah ya kushinda tunu, sasa hivi sio, ana anashinda viungo kina mm. Okay. kina Rodri ametoka kushinda mm. Okay. ameshinda Luka Modric okay. sasa kwenye kipindi ambacho Cristiano na Lionel Messi walikuwa wanashinda, hisi kulikuwa kuna bato kubwa kutawishia okay. kile ambacho walikuwa wana, wanakifanya kwa sababu kwenye nafasi zao namba zinawabeba. Uachi kuutaja uwezi kuutaja mpira wa miguu bila kutaja namba kabisa. Yani rekodi za Cristiano Ronaldo kwa mfungaji bora wa michuano ya UEFA muda wote Lionel Messi kufanya vitu vikubwa kwenye mpira wa miguu ndio yeah. pengine ambayo ilikuwa inawa shape hivyo. Kwa hiyo yeah. kulikuwa kuna hiyo naweza ukasema ni, ni, ni, kama kiji kijiji chao hivi, watu wawili ambao walikuwa wana, wanashindana kwa, kwa sababu klasi ya wachezaji wale kwenye nyakati zile na wengine ilikuwa ni vitu viwili tofauti. Yaani hichi ambacho tunakizungumza kiwango ambacho wamechukulia uh, Tuzo Ousmane Dembele ndicho yeah. kiwango ambacho alicheza Iniesta zaidi ya miaka sita ndicho oh. Kiwango ambacho alicheza Eden Hazard zaidi ya miaka sita au miaka mitano. Sasa kiwango hicho ambacho alicheza Iniesta, Xavi, Schneider hakikuwapa room ya kushinda, kwa sababu ya kwamba Lionel Messi Cristiano walikuwa wanaonyesha ubora zaidi kuliko kuliko wao. Yes. Asante uh, sana. Asante uh, sana ndugu mtazamaji, hii ni Zantime na hapa tupo na bwana Ashraf ambaye anatupa nondo kuhusiana na masuala ya Ballon d'Or, lakini na usihi tu endelea kusubscribe, kushare na kulike pamoja na kucomment channel yetu ya Zantime. Tunaendelea hapa, tuzungumzie uh, kupatikana kwa tunzo kwa Usman Dembele mm. Watu wengi walitarajia wali raba uh, Yamal, yeye ndo angeweza kupata hizi tunzo lakini, yes. Mwisho wa siku watu wameona kama imekuja tofauti. Unahisi Ballon d'Or kweli walikuwa hapo sahihi kumpa Usman Dembele au walikuwa kumpa Yamal kwa hicho ambacho wamekizungumza kwenye kategori zao, mi nadhani walikuwa sahihi kwa huu msimu yani, kama ni individual performance uh, Ousmane Dembele alikuwa na kiwango bora sana kwenye michuano ya Champions League msimu uliomalizika. Akisaidia timu yake kushinda taji kwenye historia PSG ndio mm -hmm. taji lao la kwanza la Champions League tangia kuanzishwa kwake mm -hmm. Sasa, na yeye ndiye alikuwa na mchango mkubwa, unaweza ukasema hiyo mm -hmm. uh, lakini uh, kama haitoshi ni namna ambavyo alikuwa anaweza uh, kuplay part kubwa kwenye kuziamua mechi. Kwa hiyo individual performance alikuwa na kiwango kiwango bora. Lakini team uh, achievement maana yake mafanikio ya team ndicho hicho ambacho tunazungumza. Wameshinda treble. Indeed. Wameshinda uh, uh, League One, wameshinda Champions League, wameshinda Coupe de France. Kwa hiyo walikuwa na msimu uh, bora kwenye club level na ndicho ambacho kimembeba. Lakini ukirudi kwenye uh, kategori ya pili ama cha tatu ama kigezo cha tatu, namna ambavyo mchezaji anaweza kaziendea mechi zake, maana yake fair play, wakati anacheza nikikuuliza, siku gani Osman Dembele amepigwa red card, unaweza usikumbuke. Hata siku ambayo amepigwa hiyo red card, unaweza usikumbuke, au siku ambayo ametaka kupigana na mchezaji mwenzake nje ya uwanja na ndani ya kiwanja. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vinamshape mchezaji kwa fair play. Mimi na, uh, naweza kusema kwa msimu huu, Osman Dembele alikuwa na hiyo viashiria vya kushinda hiyo tuzo. Mm. Asante sana Turejee kuna sehemu tulizungumzia maswala ya football science. Mm-hmm. Labda ndugu mtazamaji anataka kufahamu nini maana ya football science hasa. Eh, uh, football science kuna vitu vingi lakini vitu vikubwa ni vitatu namna ambavyo sasa hivi mpira uh, umebadilika. Kwanza di business ways, maanake football science wa, wanavyosema wanaitafsiri kwenye mpira kwa mrengo wa kibiashara. Yaani zamani mchezaji wa mpira kwa kawaida kanunuliwa kwa pondi milioni mia mbili a yeah, yeah, mia hamsini mia mbili ni kitu cha kawaida. Yes. Uh, kumbuka uh, Chelsea kuna uh, mwaka ambao wanamtoa Fernando Torres Liverpool, yes. Namleta pale ponde milioni hamsini, mm, yeah. Vyombo vyote vya habari Uingereza vilikuwa vinazungumzia kubwa. kubwa lakini angalia breaking down ambayo ilianza mwaka 2018. Na Neymar anaondoka Barcelona kwa kitita kirefu. Pogba anaondoka Juve kwenda Manchester kitita kirefu. Kwa hiyo watu wameanza kuflow humo. Maana yake football imebadilika. Ime kwa hiyo football science kipengele kimoja ni ni hicho cha biashara. Lakini kitu kingine wanasema ni style of playing. Namna ambavyo mpira unachezwa hivi sasa. Yaani zamani uh, kule uh, kiu, kama unarudi kuangalia kibandaumiza golkipa uh, alikuwa anaweka kidole hivi kwenye mpira wakati inapigwa goal kick De. Alafu anakuja center fundo anaupiga huo mpira anaopeleka anaopeleka mbele, sio sababu, asa football science imekuja kwenye style of playing ku prove vitu vya mm, tofauti na mmoja wa timu inafanya build up. Maana yake ukisema build up timu ambavyo inaanza shambulizi kutoka chini. Zamani kumuona beki anapiga pasi 200 mm, uh, kwa mechi mbili ni kitu ambacho una, una, una yani kitu ambacho haki ni, ni kama hakiji. Haki, hakipo. Lakini sasa hivi walinzi hasa wa katikati ndio wanaopiga pasi nyingi, kwa sababu build up inaanza chini. Maana yake self play. Maana yake ni kwamba aina ya uchezaji sasa hivi limetoka kutoka jukumu la mtu mmoja mmoja mpaka jukumu la timu upate. Kama hatuna mpira, maana yake tunaanza kukaba sote, sote. Tukiwa na mpira, tunakwenda kushambulia sote. Sasa hivi beki anafunga, beki anakaba, mshambuliaji anafunga, mshambuliaji anakaba. Ni tofauti na zamani mi yeah. ni mshambuliaji, kwa hiyo nasubiri nipewe mpira nieke mpira kambani <laughs> mimi ni beki, maana yake ni kwamba mi nasubiri mpira uje ni ni, nifanye clearance au niokoe. Kwa hiyo style of play ndio football science kwenye yeah. kipengele cha pili yeah. Lakini kipengele cha tatu kwenye football science wanasema ni, ni, ni, ni desire namna ambavyo yeah. vilabu vinatamani vina vilabu vinatamani kufanya nini? Vilabu vinatamani kukua mm. Yani zamani ilikuwa unakubali tu okay, sisi tupo kwenye ligi, kwa hiyo acha acha tu, lakini sasa hivi vilabu vinakuja na project zao, maana baada ya miaka mitano tunataka kufika kwenye sehemu fulani, kama sikuchukua taji tunabadilisha kwenye taji, tunarudi kwenye mrengo wa kibiashara. Sasa hivi au, zamani ulikuwa ukisikia Newcastle United wana mchezaji ambaye amemnunua pound milioni hamsini, sitini, sijui arobaini ni kitu ambacho ni kama unapata gagaziko eh. Lakini sasa hivi wao kusajili mchezaji wa namna hiyo ni kitu cha cha kawaida, wasababu project ambazo waponazo ni nani ambaye alitegemea Champions League kwenye misimu hu mitatu minn, ni kitu ambacho kwa kwa mtazamo wa kawaida ulikuwa na mtamani kumwona mm -hmm. uh, Chelsea, Liverpool kwa mfano mm -hmm lakini imebadilisha sasa hicho kwa sababu, timu zina desire, maana yake zinatamani kufanya makubwa zaidi. Kwa hiyo hapo inaongezeka hiyo competition na vitu vingine. Na asante sana, ndugu mchambuzi, kwa kuelezea kwa kina kabisa. Naamini mtazamaji anayetutizama atafaidika sana na madini haya, kuhusiana na tuzo za Ballon d'Or. Tuendelee hapa. um, tuki tumeona sasa hivi kwamba nimezungumza pia hapo awali kwamba Ronaldo, Messi wamechukua mara nyingi. Unahisi na Osman Dembele na yeye kuna dalili zozote za kuchukua tena mwakani? <laughs> tuto, ama unahisi ana kazi kubwa yeah. Yeah, ana kazi kubwa ya kufanya uh, japo ndo nimetoka kukwambia hapo kwamba mpira umebadilika sasa hivi, yaani kwenye hichi kiwango ambacho Osman Dembele amechukua tunzo, kuna wachezaji wameshacheza hichi kiwango chake zaidi ya mara nne au tano, lakini hawakushinda hii kwa sababu wakati huo ulitafsirika mpira kuwa uh, uh, ni jukumu la mtu mmoja mmoja, lakini sasa hivi kwenye aina ya uchezaji mpira kwenye dakika 90 ni jukumu la kila mtu Diyo. Kuna watu wanamzungumza mtu kama Vitinya yes, uh, nyota mwenzake wa, wa PSG yeah. Kwamba kwa nini asingeshinda tuzo yeah. yeah. Kwa sababu kama uh, uh, Osman Dembele ameshinda mataji Diyo. Na Vitinya ameshinda hayo hayo, sifa zote ndio anazo na ameingiza taji la Euro juzi sma akiwa na Ureno. Kwa nini sasa asishinde yeye kwenye kiwango yeah. bora sana lakini, sasa uh, hakushinda yeah. au haikionekana kushinda. Hapa zamani kulikuwa kuna mtazamo kwamba wanasema kuna valuable in marketing player. manake yes. mchezaji ambaye ana thamani zaidi sokoni ndiye ambaye anapewa hii, yeah. hii tunzo yeah. yani, hata Simba ukifunga magoli hamsini lakini ikiwa kuna young player ambaye ni shining star bwana huyu tunasita kumpa tuzo kwa sababu hata wao wanaotoa hiyo tuzo inakuja kwa mrengo wa kibiashara zaidi. Kuna baadhi ya mastaa walizungumza wakati Lionel Messi ameshinda tuzo baada ya kushinda diabu. World Cup mbona, ah, kuna wachezaji wengine wameshashinda World Cup lakini hawaku hawakushinda wakushinda tuzo bado, ndio ni kwa sababu gani watu wali uh, au dunia ilitaka kukipokea kile kwa ukubwa. Okay, yeah. Messi sasa ameshinda Ballon d'Or, ndio yeah. maana ki Ronaldo wa kushinda yeah. so kwenye tunes za watu wa football kwenye akili zao yeah. ni Messi to win the world yeah. cup Messi yeah. to win the yeah. world yeah. kwa hiyo ndio valuable player yeah. kwenye kwenye yeah. kwenye nyakati zile ndio yeah. maana akashinda ile tuzo, ipo mitazamo hii. yeah. ingekuwa wewe nani ungempa katika majina ambayo yalopitishwa hata yalikuwa hajapitishwa, ungekuwa wewe nani hasa unasema huyu anastahili <laughs> <laughs> kuwa kuwa katika kuchukua tuzo ya bala ndio, kuna utofauti mkubwa yani, kwenye individual performance, hawa wachezaji wote walioingia hapa ndio hawakumfikia Mohamed Salah, ambaye aliingia kwenye hiyo tuzo. Ndio. Mo Salah msimu ule uliomalizika alihusika kwenye, kwenye magoli 47. Ndio. Lakini Osman Dembele ambaye ameshinda bala ndio, amehusika kwenye magoli 27 tu. <laughs> <shirini abu. laughs> Lakini Uh, rudi tena, ameshinda uh, Premier League, yeah, Mohamed Salah. Yeah. Lakini kinacho mtofautisha na Dembele ni kwamba pengine timu yake haikufanikiwa kushinda taji la Ulaya. Yeah. Ndiyo. Sisi tunafahamu maanake yeah. Champions. Champions League. Sasa ukija kwenye uh, issue ya fair play and class, Mohamed Salah bado ni mchezaji ambaye ana standard na behavior yake. Yeah. Ndiyo. Sasa ukiniuliza ni nani ambaye anaweza naweza kumpa hiyo tuzo? <laughs> Kuna mkanganyiko lakini kwangu yeah. Mimi kwenye jibu la moja kwa moja yeah. Ndio nadhani Vitinya alistahili kitu ndio yeah. Yes, asante sana. Asante sana ndugu Ashrafu kwa kutupa hapa elimu kuhusiana na Ballon d'Or, kwa maana watu wengi hawafahamu, tunajua kwa nini, lakini nadhani kupitia uh, kipindi hiki ndugu mtazamaji, utakuwa umejifunza na utakuwa unafahamu leo, wala kupata mkanganyiko nani anastahili kupata hii Ballon d'Or. Ushauri wako upi hasa kwa vijana ambao na wao wamekuja kwenye soka na wanatamani siku moja wachukue hii tuzo ya Ballon d'Or?